Ukizungumzia moja kati ya matajiri ambao wanapatikana hapa duniani au mabilionea wakubwa kubwa zaidi hapa duniani huwezi kumsahau au, e, bana Bill Gates. Ni moja kati ya mabilionea ambao pia wanafanya poa kwenye masuala mazima ya kipato, lakini pia na biashara zake zimekuwa e, zikimwingizia kipato kingi zaidi. Sasa bilionea Bill Gates pia ameweza kuahidi kwamba e, siku za hivi karibuni anategemea e, kutoa e, mali yake yote e, katika kipindi cha miaka ishirini ijayo kupitia taasisi yake ya Gates Foundation. Tunajua mshikaji kwamba ana Gates Foundation, taasisi ambayo pia hua anatumia katika katika masuala e, mazima ya kuweza kutoa misaada kwa baadhi ya watu ambao pia wanakuwa wanaishi maisha magumu au maisha ambayo yanakuwa si rafiki, so ameamua kujitolea sasa so, kupitia hii e, Gates Foundation akisema kwamba watu maskini zaidi duniani watanufaika na kiasi cha dola bilioni mia mbili, yani dola e, bilioni mia mbili ambapo zita, zitaweza kuwafaidisha baadhi ya maskini ambao pia wanaweza kupatikana e, duniani kote ambazo milioni mia mbili kwa pesa ya kitanzania ni takriban trilioni 541 bana. Hii ni bajeti kadhaa za kutokea hapa eh, au kuna baadhi ya watu mshahara huu kutu, kuja kuufikia ni ndoto ambazo tunasema ndoto za abna. Sasa yeye atazitoa tu eh, kama zawadi kwa wale masikini ambao wanapatikana duniani kote. Sasa katika hatua isiyokuwa ya kawaida -Gates, pia Gates Foundation pia ameweza amemtuhumu kwamba Elon Musk kwa kile alichokiita eh, ya kuwaua watoto maskini duniani kutokana na kupunguzwa kwa kasi kubwa ya misaada ya Marekani kwa nchi masikini. Bana, kuna kauli ambayo pia ilishawahi kutolewa na Elon Musk kwamba kwa wale wote ambao pia ni wamasikini sana kutoka hapa duniani ni bora wauawe kwa sababu wanakuwa na wana ni, ni, ni, ni, ni, ni chachu ya kuto kuwa na maendeleo makubwa zaidi hapa duniani hata katika masuala mazima ya kibiashara. Sasa Bill Gates ameweza kulaani kauli hiyo lakini pia kitendo hicho ambacho kilishawahi kuzungumzwa na tajiri namba moja Elon Musk. Sasa bilioni 200 dola hizo zitaweza kutolewa n E, maskini wote ambao wanapatikana katika maeneo tofautitofauti kutokea hapa duniani kote, sio Marekani tu e. Ameweka kwa ni kwamba duniani kote ataweza e, kuwasaidia. Yapi maoni yako kuhusiana na Bill Gates kwa kile kitu ambacho anataka e, kukifanya? Drop comment yako hapo itakuwa sawa kabisa na hii ni sawasawa digital.